Ni moja ya shamra shamra mtazamaji, katika hafla ya kufunga mafunzo ya uchunguzi kwa viongozi wa TAKUKURU yaliyofanyika leo Mei ishirini na tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano katika shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere Kibaha, mkoani Pwani. Mafunzo haya yalifanyika kwa takribani mwezi mmoja kwa lengo la kukuza stadi za uongozi ili kuongeza umahiri wa utendaji kazi. Je, jamii itarajie nini kutoka kwa washiriki hawa wa mafunzo? Tumepata mafunzo haya ya uongozi kiujumla, tumefundishwa kwanza kabisa uzalendo, uzalendo kwa nchi yetu Tanzania, tuipende nchi yetu na tuipambanie nchi yetu na hii ni muhimu kwetu sisi katika mapambano dhidi ya rushwa, kwa maana ya bila ya uzalendo hatutaweza kushiriki mapambano haya, na tukisimamia kwenye kauli yetu mbiu, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Huu ni uzalendo wa hali ya juu. Mafunzo haya yatatuwezesha sisi viongozi kwa ujumla kusimamia vyema wa, wa, wa, watumishi walio chini yangu ambao watawajibika kutimiza wajibu wao vema ipasavyo. Mimi nikiwa kama kiongozi nitasimamia hili kuhakikisha malengo ya taasisi na ya taifa kwa ujumla yanafikiwa katika mapambano dhidi ya rushwa. Na wajibu huu wa mapambano dhidi ya rushwa, pale ambapo watumishi watatekeleza vema huu wajibu, utashuka mpaka kwa jamii ambayo itanufaika kwa ujumla katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa katika taasisi zetu zote za serikali na, na pamoja na miradi yote ya maendeleo itafanyika ipasavyo. Kwa hivyo nchi yetu itasonga mbele katika kufikia malengo yale yaliyokusudiwa. Katika mafunzo haya tumepata mbinu mbalimbali mbali za uongozi, sisi tukiwa ni viongozi, na mimi nilikuwa ni kiongozi wa mkoa nina wajibu wa kuwasimamia viongozi wa wilaya zilizopo katika mkoa wangu, lakini pia kuwasimamia watumishi katika mkoa unaoongoza. Eh, katika kuwasimamia huko nitatumia, eh, uwezo na skills za kiuongozi nilizozipata ili niweze kuwaongoza kuwa vizuri, lakini pia nitawaelekeza, eh, wenzangu pia namna bora ya kuwaongoza watumishi ili kuondoa misuguano katika e, maeneo ya kazi lakini pia kujipanga vizuri kutoa huduma kwa wananchi ambao ndio lengo kubwa la taasisi ya TAKUKURU kwa ajili ya kuwahudumia wananchi kufahamu haki zao na mapambano dhidi ya rushwa. Mtazamaji mafunzo haya yalifungwa na Naibu Mkurugenzi Mkuu wa TAKUKURU Bibi Neema Mwakalyelye, ambaye aliwataka washiriki hawa kufanya kazi kwa bidii, weledi na maadili ili kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo katika eneo hili la uadilifu, uh, tunataraji kwamba sisi kama viongozi, viwango vyetu vya uadilifu viwe ni kielelezo, viwe ni vya mfano viwe ni vya juu zaidi, na ni matumaini yetu kwamba mtatoka hapa na mtakwenda kusimamia kwa kiwango cha juu kuhakikisha kwamba maadili ya watumishi mnaowaongoza yanakwenda uh, kukuzwa. Tunaamini kabisa sisi kama management ya TAKUKURU kwamba tukishirikiana na nyinyi ambao mko uh, huko katika mikoa mkisimamia mikoa na wilaya tukishirikiana, na kujipanga vizuri, tutakuwa na nafasi nzuri ya kuonyesha mfano kwa watumishi wengine katika suala la uadilifu. Tunatarajia kwamba mmepata fikra mpya, mmepata maarifa mapya ya namna hususan ya kusimamia rasilimali watu, lengo ni kuwaongoza wenzetu kuweza kufikia uh, malengo ya taasisi, lakini malengo ya taifa kwa jumla, kwa sababu taasisi yetu ndio yenye dhamana ya kuongoza mapambano dhidi ya, ya rushwa. Pamoja na maelekezo haya ya mgeni rasmi, pia Bibi Mwakalyelye aliwaasa viongozi hawa kuendelea kujenga uaminifu kwa watumishi wao wanaowaongoza. Niwaase na ninyi kwamba msidhani kwamba mmefika. Futa hiyo mindset kwamba mimi nimefika. Fanya kazi kwa weledi, fanya kazi kwa bidii, onyesha njia, jenga wengine, ili utakapotoka basi uache, uache alama katika mioyo yao, watu tubaki na kumbukumbu iliyokuwa njema kwamba fulani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 Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante na endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.